Tofauti, tofauti. Na mwingine anaenda kupanga ili kuepuka kelele za nyumbani kwao. Lakini mimi nimeenda kupanga kwa sababu nina Uwe.

Mama, kijana wewe ndio mpangaji mpya? Umeshaingiza vyombo vyako humu ndani. Sasa kijana, mimi na masharti haya matatu kwenye hii nyumba. Sharti la kwanza, sihitaji wanawake humu ndani. Sharti la pili, sihitaji kutumia jiko la umeme. Sharti la tatu, sihitaji kutumia pasi humu ndani. Sawa mama. Tumeelewana kijana? Nimekuelewa mama. Na hii ndo sababu yangu ya mimi kuja kupanga. <sighs> Da, umwezaji kwenda ukaa, kuna ile nyumba ya mama tatu, na yule mama tatu alivyo balaa vile, alafu bado mtoto wake wanamchukua. Hata sijui amejiaminia nini, amajua. <laughs> kuna muda unabidi ufanye moyo gani unataka. Fanya maamuzi ya moyo ambayo yanastahili haijalishi mbele kuna kitu gani cha hatari, ila kama umeamua kufanya, fanya. Mnamwona yule mchungaji? Mnamwona yule jamaa yule kaangusha kangusha waleti? Mnamwona yule mchungaji pia? Namona. Sasa sikia, kama yule mchungaji ataiokota ile waleti na kumrudishia mshikaji sawa, basi mimi nitaondoka kwenye ile nyuma kweli. Ona. Ona. Mfano wangu umekuwa mgumu na nina imani rafiki zangu hawajanielewa, lakini kwa hivi, mchungaji hajarudisha pochi, sio sababu sio mwaminifu, hapana, ila kwa sababu pesa ndiyo chaguo la kwanza kwenye moyo wake, hivyo akafuata hisia za moyo wake. Kwangu mimi nimeamua kwenda kupanga kwa matatu, sio kwa sababu simwogopi matatu, hapana, ila ni kwa sababu nampenda binti yake, namaanisha tatu. Na hiyo ndiyo nguvu ya upendo. Haya sikuambia ndiyo nimuona nije kuwa karibu na mwana wangu. si ungeenda kupanga sehemu nyingine jamani? Mimi ningekuwa tu nakuja pia. si unamjua mamangu jinsi alivyo? Watu wote wanamwogopa, wengine wanaogopa ukali wa maneno yake, lakini mimi nimefuata sauti ya moyo wangu tatu mwangu, unahitaji kuwa karibu na mimi. Kwa nini ni ufike mbali hivi? Kwa sababu nakupenda pia. Kila nikiamka asubuhi, natamani kuwa karibu nawe, nikuone kuone ukitabasamu.

Yaani mimi kukutongoza kwangu muda wote huu na pesa zangu zote ulizokula, bado ukanikataa? Kumbe huko na huyu mjinga, utanijua vizuri. Karibu baba. Eh, asante mama, asante. Shikamoo. Maraba, karibu. Asante. Sasa mama, hey. Kuna kuna swali kuna nataka nikwambie. Swala so, gani tena mwanangu? Mambo ya ah, umeme tena mmeanza huko huko. Ah hapana, hapana, sio swala so, la umeme. Huko huko tu. Karibu mwanangu. Tila tatu. Tatu mwanangu. Eh, tatu mwanao na na huyu mpangaji e, mpya. Eh, nimewakuta tatu mwanangu na mpangaji e, mpya. Nimewakuta. Nimewakuta tatu wa kike. Mhm. Hebu nieleze vizuri, nyoka maelezo, toa maelezo mazuri nikuelewe. Mbona unapiga pia chenga nini? Niambie vizuri, tatu na mpangaji mpya kuna nini? Hebu nyosha maelezo, sipindepinde, nyosha maelezo. Tatu na mpangaji mpya, tatu huyu mwanangu na mpangaji mpya Umewakuta wapi mpangaji mpya? Siku mbili hizi hizi huyu mpangaji mpya huyu huyu huyu mpangaji mpya huyu huyu huyu atanitambua, atanitambua mimi ndio mama Tatu. Sasa leo atanitambua, Tatu huyu huyu mwanangu huyu hajawahi hata siku moja, mpangaji wote wanaingia ndani, hajawahi yeye. Huyu mpya huyu mpya huyu atanitambua. Ngoja nimfuate? Ah. Mkubwa, mi niliona nikuambie, kabisa kabla mambo yaharibike, kwa sababu wezekani nikawa sawa nalijua, alafu mi sikwambie, nitakuwa mnafiki hapo. Kwa hiyo nikaona bora nikufikishie taarifa. Ni kweli? Ulidhani itakuwa siri? Ulikuja undani ndani kama malaika, kumbe ni shetani wa mapenzi. Mama, ni kweli nampenda Tatu, na sikuja kupanga kwa lengo baya mama. Mi na kuficha mi, nataka kusema ukweli mama. Mi toma nampenda Mama Thomas ifanya mimi nisinasali kupendwa. Mama Thomas hata mikono yangu bila ruhusa. Mama mi kusema kweli, Thomas mii, mama nampenda. Ngubwana nini? huyu atamchezea tu binti yako huyu, ana lolote hapo alipo mala ni kweli sina mali za kuonyesha, lakini na kuahidi nitamtunza tatu, mama tomassokoa wanaume wengine na kijana endapo utakuja kumuumiza mtoto wangu. Mtoto nimemlea bila mume, nimepambana naye, nimeangaika naye, nimemlea mpaka alipofikia hapa. Sina mume wa kumsaidia yoyote kitu kichote, huyu mtoto nimepambana mimi mwenye kumlea mwanangu. Endapo ukiumizia mwanangu, kijana, ndakufanya kitu kibaya, ndakukatakata kwa maneno mpaka utajiona wewe si mwanaume tena.